Mwandishi yes. Mwenzetu hapa anaitwa George David Campista ka, kantumia message hapa anatusikiliza. Anasema ripoti ya uchunguzi ndo ingeweka wazi kwa nini mamlaka husika ilishindwa kutenda haki. Hivyo inawezekana aliyeamua haki ni kwa sababu alifikishiwa ripoti ya uchunguzi na akabaini aliyetenda kosa. Okay, sorry. Ba, anasema samani Hivyo inawezekana aliyeamua haki ni kwa sababu alifikishiwa ripoti ya uchunguzi na akabaini aliyetenda kosa, asingeweza kujihukumu. Kwa hiyo inawezekana sisi tunazungumza kwa sababu hatukupata ripoti ya TFF, lakini aliyetenda haki amepelekewa ripoti, unaelewa mchezo huo, ah, ayo, na sisi tunasubiri tupate hiyo ripoti. Naamini tutakuwa tuna majibu. Sasa ukitaka kujua kwamba aliyetakiwa kutoa ripoti na makosa kwa kwa nini alishindwa kutoa ripoti kwa umma. Hmm. Yaani, ukitaka kujua makosa anachozungumza Evansi ni kwa sababu Evansi hakuwahi kuona kosa kwenye ichi ambacho kimefanyika toka tarehe nane, kwa hiyo hawezi hata siku moja kukubaliana na haki yeye, kwa sababu alichoshikilia yeye alihisi kwamba bodi ya ligi walikuwa wana haki na hawastahili kukaa pembeni no. Wewe unaniambia Kasongo leo amekaa pembeni, amesimamishwa kwa nini asimamishwe? No, kama ana makosa, kwa nini mguto andike barua ya kukaa pembeni kama hana makosa na mm, ametoa. Ni kwa sababu kwa, kwa, kwa, kwa nini muda wote hakuwahi kufanya hivyo mm? Kwa nini amefanya hivyo juzi? <laughs> ni kwa sababu watu wamebaini kwamba nyie mlifanya makosa. Kwa nini mliahirisha mechi? Mnataka kuharibu mpira? kuna okay, muda tunatakiwa kusimamia ukweli, kuzungumza ukweli. Umma unatusikiliza ulajua, tu, watu wamekuwa wanazungumza hapa maneno dabi ya tarehe kumi na tano ipo, nimezungumza na watu wangu wa ndani, wameniambia dabi ya tarehe kumi na tano ipo, leo hawezi kuzungumza chochote okay. wa panza. Watu wamezungumza kwamba baada ya ile barua kutoka kwamba mechi imeahirishwa mm. Watu wanaandika kwamba mbona Kasongo hajaondoka, mbona Mguto bado yupo, watu eh, wamekufa kifo sijui ki kinani, baada ya ile barua kutoka wanafuta posti kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tunafumba macho yani kwanza, kuna vitu tunaminya tunaminya, tunauteketeza tuna tuna, tuna mpira wa Tanzania. Let it, let it be on record kwamba yeah. Uh, katika katika hili jambo kila mmoja ana maoni yake, yeah. Kwa sababu ukisikiliza Tonya Tony Hans ni kama anamwaccuse Evans kwamba yeye kile alichokuwa anakiamini Uh, kilikuwa kil, kilikuwa sio sawa. Kila mtu anaamini kile anachokiamini, hata wewe Hans unaamini yale uliokuwa unaamini, kwa sababu hatuko hapa kushindana. We are here to make a point, na yule ambaye anatusikiliza atabaki na, na nafsi yake kwamba hoja ya nani sio hoja sahihi. Sa I don't think you on the right kwa, ku, kwa kusema kwamba kile alichokuwa anakisimamia Uh, sio sahihi kwa oh sababu hakuna no, wote, wote kila mmoja ana, ana haki ya kujenga hoja yake. Twende kwenye hoja ile ya endorsement. Uh, my point is, yeah. Mimi mrengo ambao uh, naliona hili jambo limesimamia mm. Unajua ni kama mkai ukiwa na watoto wako wawili. Yeah. una watoto wako ambao wewe unajua ulivyoalea. Yeah. na malezi yako kwa wale watoto yamewatengenezea aina fulani ya mazoea mm. Kwa sababu ukiangalia, uki, uki, ukiangalia hii issue ni kesi ya kwamba yule ambaye anapiga kelele au yule ambaye ana uwezo wa kusound more emotional kwenye yeah. yale yanayoyalalamikia ndio yuko sahihi, na ndio maana ile jambo liliondoka kutoka kwenye kuahirishwa mechi, tukaja kujua mpaka kwamba kuna madeni ambayo TFF na Yanga wanadaiana yeah. and it got to the point mpaka uh, Alhamis hapa Ansi ali bring up issue ya, ya waamuzi kwamba kuna waamuzi uh, walikuwa hawalipwi ha, ha, ha. Sasa unajiuliza kwamba uh, kama hao watu wa Yanga ambao ndio labda wamemfikishia taarifa kwa mwanamuzi wa rekebisha, rekebisha rekebisha rekebisha kauli whoever it is ambaye alimfikishia hizo yeah. taarifa kwa no, mwanamuzi, unatakiwa kuheshimu mwandishi mwenzio anapofanya research, rekebisha kauli yako tu, tu uki, u, ukitaka kujua kwamba hii issue ilikuwa yeah. imejawa ime na chuki na unafiki ndani yake yeah. Uh, tunaambiwa kwamba waamuzi watoka kwenye mashindano ya miaka kama mwaka mmoja uliopita. Mm. Sawa? kama kweli hawa watu ambao wana hizi taarifa na wamezikalia uh, walikuwa ni wapigania haki, wakati ligi inaanza, kwa nini ya kupiga kelele kwamba kuna waamuzi wanadaiwa? Mm. kuna waamuzi wanadai, hilo limekuja kukumbushwa kwa sababu kuna kitu ambacho Yanga walikuwa nakitaka kwenye hii ishu. Sawa, okay, the same Yanga ambao kiongozi wao alimwendo wale Skaria kwenye mkutano mkuu, yeye akishirikiana Moshi Pala, nilikuepo sawa kwao ni, ni issue tu kwamba kwa sababu wao ndio wamelalamika sana kwa hii mm. issue for whatever reasons, wao ndio wanaonekana wana haki, lakini ni mpira huu ambao bado una fundamental problems mm. Sawa. kwa mfano, mimi nitakutengenezea picha a mental picture nyepesi tu. Uh, kuna kiongozi wa juu kabisa wa Yanga alikuwa kwenye, kwenye, kwenye ule mkutano, sio yeah. Is the same person that owns uh, kampuni ambayo inadhamini timu nyingine sita za ligi sababu watu wameona acha, acha liendelee, lakini mtu anaweza akaamua kujenga hoja. Yani, watu wa Simba wanaweza wakaja wakaamua kujenga hoja and I'm not saying kwamba huo ndio uhalisia, watu wakaamua tu kwamba bane, kwa sababu ya hiki kinachoendelea, ndio maana na, na nyinyi kuna a b c d inatokea mm. Mm. lakini nobody mm. is bringing that up kwa sababu hawajaamua kulitazama hilo kama tatizo kwao, kwa sababu leo hii mkai no. Mimi inaweza kuwa uh, allergic to rangi ya papo yeah. Sawa, hainifanyi kitu chochote. Nimeamua tu kuwa mm -hmm. Allergic na rangi ya papo. Wewe ukivaa shati ya papo yeah. Mimi inakuwa inanitatiza machoni kwangu yeah. Unachoamua wewe kutazama yeah. Sawa, kwa mfano Mzee Mguto muda wake yeah. So, na apin a anamane, katika swali langu la msingi kwako, sitaki turudi tulikotoka <laughs> katika malalamiko ya Yanga yote ambayo amelalamika yeah. Huoni kwamba kuna sehemu wana haki Yanga? Kama uoni ni changamoto, wewe ni, ni lipi unaloliona changamoto unapozungumzia, yani, unajua, mm. Unajua, okay. Unapozungumzia kanuni yeah kwenye kanuni za uendeshaji wa ligi. Yeah. Sawa, so, kanuni 34 inawapa nguvu ya maamuzi TFF ya kuamua vyovyote vile wanavyotaka kuhusu ratiba. Mm-hmm. Na ndio maana it is the same kanuni ambayo wameitumia kuahirisha mechi ya tarehe 15, lakini the funny part ni kwamba uh, ukimsikiliza Hans atakwambia kwamba hajui TFF walitumia kanuni gani tarehe nane. Yeah. Lakini leo somehow wanajua kanuni iliyotumika kuairisha mchezo wa tarehe kumi na tano na ndio mtu huyo huyo huyo ambaye anasema kwamba kwa sababu yeah, mimi sijaamua kuona kwamba kuna tatizo. Yeah, mpira wa Tanzania una changamoto, na ndio na mimi naweza vilevile nikaamua kusema kwamba wewe Hans, kama huoni kwamba kuna tatizo la mtu ambaye ana interest Yanga kuwa mmiliki wa, uh, wa kampuni ambayo ina inadhamini timu nyingine sita kwenye ligi sio tatizo. Na hiyo ni tatizo but I cannot do that. Naheshimu the fact kwamba wewe umeona hilo sio tatizo. Sasa kwa nini, kwa nini mtazamo wangu mimi juu ya Yanga kulikuwa na haki kwenye hili wenyewe? Huo ndio tatizo la mpira Tanzania. Jibu na hoja, zungumze kitu kimoja, jibu hoja <laughs> hiyo kanuni Geff anaizungumzia kwamba iliailisha mechi, nataka nimuulize kitu hapa. Kitendo cha Simba kunyimwa uwanja, kuto train a day before kilikuwa kinatosha na kwenye hiyo kanuni kina, i, i, kanuni inaelezea kwamba ukinyima uwanja day before kufanya training, mechi inatakiwa kuahirishwa. Uh, immediately baada ya mechi ilikuwa imeahirishwa nilikuwa hmm, nimekaa kwenye kiti kile, analysis yangu ilianza kwa kusema kwamba Simba hawa uh, hawana hoja ya kusema kwamba hawajacheza mechi kwa sababu tu hawakuwa katika shape ya kucheza mechi kwa sababu walikosa training session moja. Basi, Sao, na anakiri kwamba kwa ile sababu isingetosha kuelezea. No, no, nisikilizeni, no, tu sababu aliotoa kwamba Simba kunyimwa uwanja day before mm, haikutosha kuahirisha mechi, umeona? Sasa kama hiyo sababu haikutosha, leo unaniambia vipi kwamba kanuni zilitumika, unless labda uh, hatujui kusoma No. Lakini ukisoma vizuri ile kanuni imekuandikia kwamba sa, na sababu nyingine yoyote ambayo TFF wataona ina msingi. Sababu nyingine ambayo imetumika ambayo unaizungumzia ndo hizo jefu ambazo zimekuwa zinatajwa. Umemuuliza swali. Si anajibu kwanza? Mimi ndo nilikuwa naendelea Okay ongea. kuzungumza bado. Manake, eh, endelea kuzungumza basi, tunajadiliana. Mwisho wa siku anazungumza huyu anazungumza yule, kabisa fanye kama tuko, tuko kwenye vijiwe vile ambavyo watu wanazungumza bila, bila mpangilio. Tujitahidi si kidogo kuzungumza maneno ambayo pia ni makali, kwa sababu tunasikilizwa pia. <laughs> Jeff, endelea, naomba ujibu ukiangalia uki, uki kilichotokea kwenye yeah, kilichotokea tarehe nane. Yeah, kuna kanuni ambayo inawaruhusu TFF wao na bodi ya ligi wakiona inafaa kuahirisha yeah. mechi wanaweza kuahirisha. Sawa, ndio kanuni hiyo hiyo ambayo imetumika hata kuahirisha mchezo wa tarehe 15, kwa sababu TFF yeah. hawakusema mahali kwamba waliahirisha mchezo wa tarehe nane kwa sababu Simba hawakufanya mazoezi. No. ni aftermath, kualisema, ni kualisema, kualisema, ya yale yaliyotokea baada ya timu kuzuiwa kufanya mazoezi yaliwasababisha wao waone iko sababu ya msingi ya kuahirisha mchezo, una kani kanuni ambayo ipo. Ambacho tunatofautiana, tunatofautiana hapa ni kwamba uh, kuna mmoja ambaye ata kwa mtazamo wake, yeah. ile kanuni haikutumika na mwingine anaona imetumika, lakini kanuni, kanuni ipo okay. ywa, wewe ukiamua kuifumbia uh, macho hiyo kanuni haimaanishi kwamba haipo okay. Ukisoma press release na TFF hata kwenye ile press release hawakusema kokote kwamba TFF imeahirisha mechi kwa sababu Simba hawakufanya mazoezi, ila Simba kutofanya mazoezi, kuna vitu vilitokea baada ya pale ambavyo TFF waliona ni sawa, okay, kuahirisha mechi. Sasa, okay, Naenda kasome hiyo sababu ya Simba kunyima uwanja mm, ndio barua ambayo walituwekea TFF, mechi imeahirishwa, kabla ya baadaye kuja kusema sijui kwa kuna viashiria vya rushwa sijui nini. Tumewapigia TAKUKURU ala mbili hapa, wanasema TAKUKURU Temeke mm, wanasema hawajapokea kitu. Umeona sasa, hili sakata likoenda limeenda na ripoti watu wamekaa chini wameangalia ile ripoti, nani mwenye makosa? Inawezekana mwenye makosa singeweza kujihukumu, ngoja sisi wenye mamlaka tukuhukumu kwa sababu ulifanya makosa. Tarehe nane hakuna kanuni yoyote ilitumika kuahirisha mechi, haipo. Na ndo maana leo Kasongo na Mbuto wako pembeni eh. Kama angekuwa amesimamia kanuni, kama angekuwa anasimamia kanuni, unasikia wasingekuwa wanapokea hizo simu za vigogo na kukubali kuahirisha Kani mechi samani. Kuongezea tu kidogo, unajua kanuni zinaweza zikawepo zikawa na shida, lakini as long as long kanuni hiyo ipo, wewe unaweza usipate nguvu ya ku. Kuna mfano kama Hans na Yanga, achana na hiyo kamanda. Mfano sisi hapa producer anaweza kuwa ana mamlaka inampa nafasi ya kumtoa mtu yeyote humu sio? Yeah, labda umechelewa yani, hiyo kanuni ipo kwamba utaruhusiwa kufanya hivyo. Yeah. Lakini wewe umefika labda ofisini bado dakika moja, atakwambia wewe umechelewa. Mwambie lakini mbona nimeshafika hapa. Yeah, lakini yeah. Kwa sababu anaamini ile kanuni itamlinda kukutoa. Yeah. Lakini sisi tutasema no, ile kanuni haikuwa ina changamoto lakini inampa nini? Mm. Inampa room. Kwa hiyo mimi nilichokuta kusema kwamba ni kweli uli, kwa jinsi tulivyokuwa tunaangalia uh, Simba, Simba, kutofanya mazoezi unaona mbona haina Haina mashiko. E, haina mashiko lakini no. Unajua yule mwenye mamlaka akifanya maamuzi kwa kurifa kanuni mm. ile kanuni yeye anabaki ndani ya kanuni. Sasa, nataka tutoke kwenye, kwenye, kwenye haya yote haya mm. Tuangalie sasa baada ya maamuzi kuchukua nafasi tumepata funzo gani hapa, Evans? <laughs> Mpira umefeli. Tumepata funzo gani, Ashraf? Tuendelee kutumia busara. <laughs> Jeff? Naam. Kuna funzo ambalo tumelipata, uh, tumelipata tumekumbushwa tu kwamba hapa Tanzania kwenye mpira wetu, wewe ukiwa na jambo lako ukiamua kulalamikia sana na wenzio asilalamikie mm. Inaonekana kuwa hoja na kwa wale ambao hawana nguvu wow, ya kulalamika wao yao yanakuwa sio hoja kwa sababu sauti zao hazifiki mbali. Hansi, kuna, funzo, kuna, funzo, kuna funzo hapa tumelipata juu ya hili sakata la dabi ya machinane. Uh, mimi nilichokiona ni kwamba mpira umeshinda no. Mpira umeshinda baada ya wapotoshaji kutumia nguvu nyingi sana kuharibu mpira wetu hatimaye no. Mpira umeshinda wapotoshaji okay. Wamefeli yeah. Sawa, sasa, bila shaka mwenyekiti wa bodi mpya ataingia pale hayo Yes, p atakuwa ni mtu ambaye yanga anakubaliana naye, kwa sababu usipokubaliana na yanga tu, hiyo kamanda bwana, hiyo haiko hivyo bwana, wewe, hiyo achana nayo. Unajua kamanda, mimi kamanda <laughs> watu wataenda kwenye uchaguzi tutaenda kwenye mkutano si mwaka e, mkutano huu e, huu mwaka mkutano mwaka huu na, na kamanda maana e. Kuna meseji zako nyingi sana wakati mwingine sitaki kuzisoma. Anasema kamanda ka, ka, ka ana, ana, kamanda <laughs> una chuki na Yanga eti mimi eti sio dhambi. Kwani mimi si binadamu bwana? Binadamu wote tuna hisia zetu, hata mimi kuna watu wanipendi. Um, sasa upo kwenye inside. Kipaza. Professionalism inakuwa inahitajika zaidi. Yaani kama unakuwa una chuki na Yanga, uweze kuionyesha kwenye weo, kipaza. Unaamini kwamba mimi na chuki na Yanga. Ah, umesema wewe ni binadamu, umeulizwa kwamba una chuki na Yanga ukasema ha, ni binadamu ha, mizi una akili. Mimi nimemuuliza tafsiri. Uwezo wako wa kuelewa ninachosema. Tafsiri ya mashabiki. Ah, huwezi kuwa kile ambacho mimi nasema. Tafsiri ya mashabiki. Sasa huwezi kulikataa hilo watu kukutafsiri kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana kuna kuna mtu zaka akajitokeza hapa. Kai simba sana hmm, wa kutupwa hivi sio dhambi, kwani we, we, we, kai yanga sana. Sasa kwa message nyingi ambazo mimi nazisoma za Geff ni kwamba zinabainisha kwamba Geff anachuki hmm, na na Yanga, na hiyo huwezi kuwakatalia. Kuna very good possibility pia kwamba na yanga wanachuki na mimi pia. Sasa kwa nini, kwa nini ionekane kwamba chuki yangu mimi tu ndio ndio ndio, uh, ndio jinai alafu wao wakinichukia wa, wa, wa ni sawa sawa. <laughs> na, na mwenzetu hapa anajifanya hajaelewa nilichokisema. Ana, anasema kwamba nikikaa kwenye mic, kwa hiyo mimi kwa mujibu wako wewe, mimi nakaa kwenye mic hapa kuchukia hapo. Sawa. Ilo tuliache. Jof, ilo tuliache. Tuko sawa sawa. Sasa jumayo. Yeah. Hii mechi ni mechi ya ya, hebu tuangalie, hebu nataka tuangalie mechi za Simba zilizosalia na Yanga hapa mm. afu tupige mahesabu nani anakwenda kupata joto ya jiwe Juni ishirini na tano wakati hmm. <laughs> unaangalia mpira lazima uchezwe ndiyo. tuko na K4S Security. hili no. yani jambo hata lingekuwa gumu kiasi gani, mwenye mpira ni FIFA anataka mpira wake uchezwe. Uchezwe. Yes. K4S Security ndio ambao walihakikisha nilikwenda Dodoma pale na kwa kusema ule ukweli, ulinzi ulikuwa ni wa kutosha. K4S Security wametulinda uzuri sana ni raha sana. Kuna ulinzi wa miradi, kuna ulinzi wa shughuli, kuna ulinzi wa ofisi, kuna ulinzi wa majumbani, ulinzi wa viwandani, ulinzi wa binafsi, yani bodyguard, kama ambavyo Hans leo umeingia ofisini na bodyguard, tena kutoka kwa K4S Security, ulinzi wa safari na dharura yoyote. Ukiachilia hivyo basi, unafungiwa pia fence za umeme, CCTV cameras na mifumo yote ya kiusalama. Wako Michu, Mikocheni pale karibu na Fedha Nasari pale, unao nafasi ya kupiga simu 0767 222 au Security, your trusted security partner wanatupa nguvu ya kutosha. Ana mechi za Simba ambazo zimesalia, Simba na mechi dhidi ya Ken Gold na Kagera Sugar. Alama sita za Simba hizo kweupe ama Mapema. Mapema sana. E, wakamshikilia mtu ilikuwaje nah? So, uh, mechi ile ilikuwa ni ya uh, Simba na nani na KMC ile ambayo ilipelekwa Tabora ikarudishwa da. Maana yake mm. E, nope. Ah, okay. Uh, nimesikia kwamba nani hawa anaitwa Ken Gold amekataliwa mechi yao isichezwe, da, ichezwe kule kule Tabora nani, Tabora. Sasa hilo inabidi hapa tu, tuchonge na Boimanda haraka nani, sana nani na kwa u... ngoja tuchonge na Boimanda ili atuthibitishie yeye mwenyewe, kwa sababu atujalalamika sana, kwenye yeye ndo <laughs> haki, haki, inaweza ikafanywa vyovyote vile. Sasa mechi za Yanga zilizosalia wanacheza na Tanzania Prisons mm. Genini? lakini wana mechi na, dodo mm. Yeah. Na Dodoma Jija ambao wameelekea pale pale watacheza Zanzibar. hizi nazo vipi Ashirafu? katika mechi zote ambazo timu zote kubwa zinaenda kukutana nazo Yeah. ni mechi ambazo kwao ni anapata alama. Changamoto ni hiyo mechi ya mwisho ambayo naenda kuwakutanisha wao hiyo e, ndo mechi ambayo inaenda kuamua maamuzi. Lakini leo Simba naenda kucheza na Ken Gold wast na Tanzania Prison naenda kucheza na Yanga wast, na shida ni hiyo mechi ya mwisho ambayo inaenda kuamua nani kuwa bingwa. Na mimi nimekuwa nikizungumza tangi msimu umepita. Yeah. Umeanza unajua, Yanga uwanjani kwangu mimi huu msimu ndo best team, yani, ndo timu bora uwanjani Uh, tukianza kwenye namba ni wao wenyewe ndio wanaongoza ligi. Kwenye ligi ya ndani, si? Yes, kwenye ligi ya ndani hapo nazungumzia, lazima uweke sawa sawa. Yes, ligi ya ndani. Yanga ndio the best team. Wako pale wanaongoza ligi, timu ambayo imefunga magoli mengi, timu ambayo imeruhusu magoli machache, timu ambayo inacheza more attractive football. Na leo, yani huwezi kupinga huu ukweli kwamba uwanjani Yanga anaingia kama favorite hata kuelekea kwenye Odabi. Ndio maana mimi ni miongoni mwa watu pia ambao nilikuwa naamini Yanga kutokwenda kucheza ni kwa sababu zao nyingine, sio kwamba wanamogopa Simba uwanjani yeah. Kwa hiyo ni mechi ngumu pia kwa pande zote mbili, na mimi, ukiniuliza, kwa mtazamo wangu bado namuona kwamba Yanga ni favorite kwenye mechi uke, ukipima hans huu mchezo wa dabi ya Juni 25 mm. Simba wanaingia kama underdog mbele ya Yanga yeah, sure, Simba ni underdog kwenye hiyo mechi. Kwa nini? uh, quality na Head-to-head record. Okay. ina inawahukumu sana kwa maana ya dabi tano zilizopita mfululizo simba amefungwa nne, amepata sare moja kwenye hiyo head to head. Mimi nakubalia, tuje kwenye head to head mm. head to head. Kwenye quality unamaanisha nini hapo, lengo lako ni nini? Ni quality ya mchezaji mmoja mmoja, yani mchezaji mmoja mmoja kikosi cha simba na yanga. Yanga wana quality nyingi kuliko simba kwenye maeneo tofauti tofauti, kweli na ndo maana wamekuwa wanafungwa kwenye hizo dabi, sio kwa bahati mbaya tu. Tuangalie golini, Kamara jigwe Diara. Kwa msimu huu bora, kwa msimu huu kila siku tunamjadili, ana makosa tunamjadiliana ya hapa na pale. Kwa msimu huu nani bora kati ya Diara na Kamara? kwa sababu mwisho wa siku hatupimi uh, performance kwa perception. Yeah. Sawa. Unajua uh, ukiondoa hisia za watu. Yeah. Uh, manake tulikuwa tunazungumza mpira kwa kwenye eneo la politics lakini sasa hivi tunakuja uwanjani. Uh, ziko njia kuu mbili au tatu za kutazama za, ku, za kuitazama mechi ambayo inakuja utaangalia, yeah. Head to head record, mm. kwa maana ya recent matches ambazo mara nyingi tutaangalia mechi tano mpaka kumi yeah. Uh, picha tunaoipata kwenye head to head record ni kwamba Yanga amekuwa anapata matokeo yeah. Lakini head to head record haiwezi ku supersede kile tunachokiona kwenye msimamo, kwa sababu mm. tunasema kwenye football kuna msemo tunasema, tunasema the table doesn't lie. Kwa sababu msimamo wa mechi ndio kipimo cha yale ambayo yametokea wakati e, kwenye msimu huu ukiondoa tu wakati nyinyi mlipocheza mechi yenu ile mm -hmm. uh, sasa ukiangalia ukiangalia eneo la, la ligi tofauti ya timu hizi mbili ni pointi moja peke yake mpaka sasa hivi yeah. na tofauti ingine iliyoko ni ya magoli saba ya kufunga kwa upande wa Yanga na goli moja la kufungwa magoli nane Yes, magolinan na mm. Okay. It, Sasa ukiangalia hii ni tofauti ambayo inaweza uh, ina, inaweza kufikiwa kwa mechi mbili, yani kwa mfano hizi mechi mbili ambazo Yanga anazo zimebaki anaweza akashinda moja bila moja, bila na Simba mechi zake mbili anaweza akashinda moja, uh, kwa magoli matatu nyingine akashinda kwa magoli matano, just mm. like that rekodi ya magoli ikawa ikawa imefikiwa. Okay. So uh, katika hali ya kawaida unapozungumzia quality ya, ya uwanjani kipimo sahihi cha quality ya uwanjani ni msimamo kwa mahali ulipo. Kusabu, kwa sababu kama tukianza kuangalia head to head msimu huu Simba na Yanga zimekutana mara mbili kwenye mechi ya ngao na kwenye mechi ya dabi ya, ya, dami dami ya kwanza, kwanza ile Yanga alishinda lakini sio kwa total dominance alishinda kwa tofauti ya goli moja na Simba, alikuwa kwenye mchezo ambao angeweza kupata sare na angeweza pia yeye ye kushinda. Na kwa mfano tukizungumza dabi ya ligi uh, we all know uh, Kayoko, uh, nini alikifanya ku, uh, kwenye ile mechi so hmm. Kipimo sahihi ni msimamo wa ligi ambao unakuonyesha kwamba hizi timu mbili zimetofautiana pointi moja, yeah. zimetofautiana ma, magoli nane na ukiweka ile goal difference inakuwa ni goal difference ya, ya tisa kwa sababu goal difference unaunganisha magoli ya kufungwa na, na fungana unapata tofauti so hmm, sio ile tofauti ya significance so, unajua kwa hmm, mfano tunapozungumzia timu kubwa kwenye kwenye hii ligi tunasema kuna Simba, Yanga na Azamu hmm, lakini tofauti ya Simba na Yanga vezavi ya Azamu ni tofauti significant sana. Kwa mfano ukiangalia Simba na Yanga hata wakikatwa pointi kumi kumi, sawa bado Azam hamfikii, well, that's a significant difference ambayo mm, inakufanya uamini kwamba Simba na Yanga head and shoulders wana quality bora kuliko Azam, lakini you can say kuna hiyo significant difference mm, yani Yanga watakuwa slight favorites kwa sababu wanaongoza wao ligi kwa tofauti ya pointi moja na head to head factor, lakini sio kwamba kuna tofauti kubwa sana baina ya hizi timu mbili. Round media round media, hapa ni nyumbani.